Umeandikiwa dok. If I die today, tell my kids wacha ujinga, stay strong for your children. Si wewe ndo tulikukataza hapa uachane ushindu, usitusumbue sumbue na dok, ukatufanya sisi tukae mayatima wa mapenzi dok, kula kula kwa baba kula, unaenda kuona mwanaume lunchtime na matuta kwa kichwa unampelekea chakula, ujajua watoto wako shule wamekula nini? Dok ya hadi nampanguzwa na tishu, si wende umejiletea, mbona ukuje kutuambia hapa ti if anything happens to me, it's dok. What will happen to you, stay strong for your children? I've told ladies many times. Ona umefanya hata ninaongea Kizungu na mi sijui Kizungu vizuri, sijui hata watu wa village wasiniroge, wadhani niko Amerika.

block na messages ni nini? Unajifanya umezaliwa juzi. Mili, kindly do you know what Doc did to my daughter dte mm -hmm. si dai sema hii nilituma. Doc huyu ni mtoto wake, hata kama si biological, huyu ni mtoto anafaa ku protect. Mm -hmm. Doc anaenda kuchukua mtoto wangu, he wants to kiss my daughter, my daughter mtoto wangu alikuja akaniambia mama, I'm afraid. Sasa hii ni ya juzi sasa. mm. Ndio si amenipiga, hiyo tume reconcile vitu zimeisha, tuko sawa mm. vitu ziko sawa. Sasa hii ni kesi ngine tena, ndio sasa hata angenipiga bado mimi ni mjinga, mi ni mjinga, ningesamea tena, tuendelee. So I think tuendele hata hii ya mtoi ndio ilifanya sasa ah, hata kwa, ni nitoke mm. Cuz kumbuka, huyu ni anesthesia kama anataka kukisi mtoto wangu, si ni rahisi? Atadunge mtoto wangu dawa, mtoto wangu alale, na mfanye vitu mm. Mtoto wangu alishake anambia mam, mi hata nilikuwa naogopa kukuambia, anko alikuwa nataka kunikisi, akaniambia that is father's love kiss. She understands everything, anajua mm. So mi venye mtoto wangu aliniambia hivyo nilisema no. Huu ni mtu amekuwa akinipiga. Ana kudunga madawa. Huu ni mtu ananipea madawa. Huu ni mtu mpaka sasa ameniweka kwa madawa zingine zenye imeni take time kuzitoke kwa mwili. Huu ni mtu anataka mpaka kulala na mtoto wangu. Next, atafanya nini? Huyu ni anesthesia. Si ataniua ama uwe mtoto? Na huu ni mtu, let me say this. Doc is a narcissist. I know it's a sound rude. Najua ita, but he is a narcissist. Mm. I used, I used to being told, you're dating a narcissist. Me, I used to think these people are jealous. Until nilikaa na nikashudia, unajua wakati Doka alinipiga ali swear na akakataa sija kuguza, na, sija kuguza. You are dreaming. Ati nilianguka. So, mimi nitaangukaje mpaka even my daughter anaona nagongeshwa hivi mpaka sasa, ile time tume reconcile na sana, namwambia sanamwambia, hey dadi, lakini we unaweza ruka mtu mm. Unajua bado inaniuma mm. Nimesamea huu mtu but si confess tu aseme, mama, nisikwa nataka kukubali nilikuchapa. Mm. kwa sababu ya hii ajawai hata, ile time taim tutu...